Kila mmoja apate kuokolewa, kila mmoja apate kuifikiria toba. Ndugu zangu, wewe ni nani unayofanya moyo kuwa mgumu? Bwana anasema ingekuwa heri leo mwishikia sauti yake, msifanye mioyo yenu kuwa migumu, msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Ni heri mwishikia sauti yake, tengeleza njia zako

Ana. Katika ujumbe tuliosikia, tumesikia ujumbe. Bwana anasema siku zitakuja ambako ataleta njaa, ambako Mungu ataleta njaa, lakini anasema si njaa ya chakula, bali ataleta njaa ya neno. Maana tunawaambia habari za unyakuo ambao unakuja katika kipindi ambacho tusichokilani, kanisa litaondolewa Ndipo watu watatangatanga kuitafuta neno, lakini hawatalipata maana roho Bwana atakuwa ameondolewa, maana neema itakuwa imeondolewa. Utalia na kusaga neno, utatafuta msaada, hautautafuta ndio maana tumekuja jioni hii leo kukukumbusha wewe mpendwa upate, upate mpendo kutubu kabla muda haujaisha. Aisha. Mungu anatupenda wote, maana Bwana hapendi hata mtu mmoja apotee, hapendi hata mtu mmoja apotee, bali watu wote wapate kuifikiria toba, watu wote wapate kuziacha njia zao mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakwambia, ndugu yangu, wewe inawezekana Unaona huna haja ya kumpata Kristo ni kwa sababu bado amekupa uzima, ni kwa sababu unapumua, ni kwa sababu unatembea, ni kwa sababu unakula unashiba, ni kwa sababu hauna haja yoyote, ni kwa sababu ukiangalia mfukoni pesa zipo, ni kwa sababu ukiangalia mwili wako unajiona mzima, ndio uko hivyo sasa hivi huko hivyo sasa hivi. Ndugu yangu, kiburi cha uzima hakitakusaidia. Ipo siku, ipo siku, ipo siku utalia na kuomboleza, utamuita Mungu na Mungu atanyamaza, utaita Mungu na Mungu atanyamaza. Ni kwa sababu katika siku za uzima wako